Kupitia majukwaa yasiyokuwa ya kifahari amekuwa akiwakusanya vijana, si kwa ajili ya malalamiko bali ni kwa ajili ya kuzungumzia changamoto zinazowakabili baina ya vijana. Hili si rahisi kama unavyofikiria, lakini msukumo ulitoka wapi? Mimi ni Michel Cesar. Vijana wengi wana mndoto, wana mao wana fursa na uwezo ndani yao lakini walikuwa hawana nafasi ambayo iliwaweza kuwawezesha kufikia ndoto zao. Katika kulikusanya kundi hili unawalenga vijana wa rika gani hasa na ni kwa nini? Rika kuu ambalo nimelilenga haswa ni kwa vijana ambao wanaanzia umri wa miaka kumi na tano hadi ishirini na tano kwa sababu naamini katika umri huo ndio vijana wengi wanakuwa inalazimwa wafanye maamuzi makuu katika maisha yao na ndio muda ambao wanajenga ile foundation ambayo inahitajika kufikia ndoto zao. Changamoto ya kwanza ambayo nimeiona vijana wengi wanapitia ni tatizo la kujiamini. Vijana wengi wanashindwa kujiamini kwa sababu wamekosa watu sahihi wa kuwaamini. Kwa mfano mimi, nisingeweza kufikia ndoto zangu kama ningekosa, kama mzazi wangu alishindwa kuniamini au sikuwa na marafiki sahihi wa kuniamini. Kwa mujibu wa Doris vijana wengi wameweza kujitokeza na kuzungumza changamoto zao. Je, yeah. Zimepata suluhu. Changamoto zangu huwa zinapata ufumbuzi kwa sababu ni sehemu ambayo tunajengewa, tunakuwa tukijengeana akili ya au afya ya akili nzuri, kuweza kujua jinsi ya kuepukana na vitu fulani au kuweza kujua jinsi ya kutatua tatizo fulani kutokana na changamoto ambayo unaipitia kwa huo wakati. Kwa hiyo kusema kwa upande wangu nimeona ni, ni hali ambayo ni nzuri na inasaidia kweli kutatua changamoto zangu na kila kitu ambacho anakipitia kwa kijana wa kike msichana wa kike, hasa katika jamii yetu ya sasa, naona kama mimi nimekuwa role model kwake. Nimekuwa hamasa ya kwamba wanawake tunaweza, pengine tunapitia changamoto na, ambazo zinatufanya tuone kwamba hatuwezi hawa hatuwezi kufikia ndoto zetu, lakini hapana. Mimi hata siku moja sijawahi, nimepitia changamoto nyingi, lakini sijawahi kusahau ndoto yangu. Kupitia kwa Dori najifunza mambo mawili makuu ambayo mojawapo ni kuliona tatizo na kulitafutia ufumbuzi kuliko kuliacha liendelee na pili ni kuwa na jitihada ya kufanya vitu vingi ambavyo vitasaidia jamii kwa muda mmoja. Kwa mfano, Dori ameona kwamba kuna shida ya vijana kujielezea, vijana kutumia fursa zao na ameamua kuanzisha Kijana Buzz. Kwa vijana ambao wanasikiliza napenda kuwaambia kwamba maisha siku zote huwa yana changamoto, lakini wewe kama kijana unatakiwa ujue jinsi ya kutumia hiyo changamoto kama daraja na upenyo wa kukuwezesha wewe kufanikiwa. Changamoto sio sababu ya kutokufikia pale unapotamani kufika. licha ya changamoto nyingi, lakini bado amesimama kinara kwa ajili ya wasichana wengine. Msichana unayenitazama sasa, unaweza kuchukua mfano kutoka kwa msichana huyu. Mimi ni Michelle Caesar Changamoto uliyokuwa nayo sasa inaweza kuwa barabara ya kuishi kile unachotamani kuwa. Kwa heri.